Watu wengi wanatafuta wa grow awe na ngozi nzuri awe na rangi moja yani, sio ile rangi ya weupe mm. Ila changamoto inakuja anapoenda kushauriwa mm. vitu anavyopewa yeah. Umeona eh, jana nilikuwa napitia Instagram mm. nikakuta mama mmoja anauza eh, vipodozi vi, vi, kwenye kisado <laughs> yani yeye tu alivyo mweupe hivi nikafikiria huyu akikuaruzwa na yogurt. kitu inakuaji mm. huyu akizeeka atakuwaje? Mme wake atakuwa anamwona vipi? yeah. Ni, yaani ni, nilidua kama dakika kumi na tano najaribu kurithink the way alivyojiharibu. Asa, achana na mwonekano wa kwamba majuto ya baadaye, lakini sasa zile sumu zinazoingia kwenye mwili. Matamanio ya wengi huwa ni kupata ngozi nzuri hmm. yenye afya hmm. Sasa wanashindwa kupata elimu, kumbe kunaanzia kwenye sahani anashindawa kupata elimu nzuri kwamba ukila vizuri, alafu ukatumia vipodozi ambavyo havina viambata sumu mm. utapata ngozi nzuri tu mm. lakini wao sasa wanaza ah, una mabaka, ngoja nikupe dawa ambayo itafanya ikupe rangi moja, kwao wanaibabua ile ngozi ile yenyewe, unapata rangi ile ya ugonjwa.